Saba wanusulika. Hii habari iko ndani ya Nipashe ukurasa wa tano. Kwako Mbati, una habari gani? E, mimi kabla sijaenda kulikamata gazeti la Majira, nikumbushe tu mtazamaji uchambuzi huu wa magazeti unakujia kwa udhamini mkubwa kutoka kwa mtumishi wa Mungu Nabii Daktari James Nyakia anayepatikana katika madhabahu ya Soja Mega One Church hapa Mwenge Mpakani. Ni wewe tu kufika hapa Mwenge Mpakani ukiulizia kanisa la Soja Mega One Church, utakutana nalo liko katika uh, nyuma ya jengo lililoandikwa Mpakani Center. Ukifika tu hapo, ukiulizia mtu anakufikisha na wewe, kama una mambo mbalimbali yanakusumbua mbali, kiuchumi umekwama, mambo ya kutupiwa majini, umelogwa, una vitu mbalimbali vinakuzuia wewe, ukifika kwa mtumishi wa Mungu anakuangalia na kutolea unabii na nakwambia nini kinakusumbua ambacho kinakufanya huwezi kuendelea au ukiendelea unakwama, yaani mipango yako ikiendelea, ukifungua duka haujafika sehemu tu duka lenyewe lishafilisika na hujui kilichokufanya ukafilisika. Sasa wewe njoo Mwenge Mpakani, ukutane na nabii wa ajabu, Daktari James Nyakia, ambaye ni habari ya dunia. Ukifika tu mambo yako yote yamekwisha. Sasa nikaliangalia gazeti la Majira asubuhi ya leo. Majira wao wameandika habari gani? Majira wanasema, kesi ya Lisu, mawakili waipongeza mahakama kwa ujasiri. Kesi ya Lisu, mawakili waipongeza mahakama kwa ujasiri. Hii ni taarifa ambayo utaikuta katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Majira, ikiwa na taarifa hiyo. Taarifa nyingine ambayo imechukua nafasi inasema, Samia wataka wanahabari Kutung, uh, kutanguliza uzalendo mbele. Samia awataka wanahabari kutanguliza uzalendo mbele. Eh, wanahabari eh? tumetakiwa mm. kutanguliza uzalendo mbele. hii na maana gani? maana yake nini? yani katika mm. uandishi wetu tudumishe amani zaidi, tuwe wazalendo. sio kitu unakiona kabisa kinaharibu nchi, wewe unaandika tu mm. mimi nimemwelewa kwenye hilo. sasa kama kitu ni kibana, kina ukweli, wewe utawachaje kuandika yani? na ukiangalia ethics za mwandishi ni kuwa ni kuwa mkweli. Sasa ndio e... maana ya kudumisha amani, kwa sababu hata kile kitu kibaya kinaweza kikaharibu amani yetu. Kwa hiyo wewe unapima, hiki naweza nikakiandika au hiki nisikiandike, ndio hivyo. okay. kwa hiyo ukawa na balance, na balance, balance pale sawa sawa. Lakini ukweli, watu wanajua ukweli ni huu yes. Lakini inabidi upindishe kwa sababu, uh, usipindishe wewe, weka ukweli kwa sababu ukweli, ukweli pia ni mzuri yani hmm. yeye alichoongelea ni amani, lakini sio kama ni kitu kibaya ukakificha, hapana. Ya pia anapenda mm -hmm. Watu waongelee maendeleo ambayo yanaendelezwa kwa mfano utengenezaji wa barabara mm -hmm. mahospitali, madawa na nini. Kwa hiyo uweke katika uwazi wa kuendeleza na kuchukua yale maoni ya watu, lakini yale maoni ambayo yanasema ah, dawa zijafika sijui ni nani na nini, sasa yale unayapeleka wapi yaani inabidi uangalie jinsi ya kuyaripoti na wewe hapo lazima mm -hmm. Pia serikali ijue, kwa sababu kuna vitu vingine vinafanywa na watu wa chini mm -hmm. lakini serikali itajua. Kwa hiyo sio ufanye kwa uchochezi mm -hmm. Si unajua waandishi wengine wanafanya uchochezi ile so. Ndio iye yataki, lakini hajasema tusiandike ukweli taarifa mm -hmm. hiyo bwana utaipata katika gazeti hili la Majira katika ukurasa wa nne ambapo uh, Samia wataka wanahabari kutanguliza uzalendo mbele. Ipo taarifa nyingine katika ukurasa wa pili inasema, gereza la Lilungu la pongezwa matumizi nishati safi kupikia. E, nishati safi ya kupikia ishaanza isha kuingia magerezani huko, kule wanatumia kuni mm -hmm. ni lundo la kuni kweli kweli. Umeonaje taarifa hii? Hii taarifa mimi inanifurahisha, tunazidi kukua kimaendeleo. Mm. Mm -hmm. Okay, niseme nimpongeze tu rais wetu kwa sababu amelipambania hili kwa hali mm, na mali okay, ya, mm -hmm. maswala ya nishati safi na salama. Taarifa nyingine hiyo katika gazeti hili ni taarifa ukurasa wa pili nasema nyingine anasema Latra yataka wanahabari nchini kudumisha amani, tunarudi pale pale, nao Latra yawataka wanahabari nchini kudumisha amani Umaona e, amani. Ili gazeti limekuwa likiondoka na taarifa hiyo ya masuala ya amani hapa. Taarifa nyingine inasema UAE ya mtunuku Rais Samia medali ya juu kabla kabisa, e, UAE ya mtunuku Rais Samia medali ya juu kabisa. Ni taarifa ambayo unaipata ukurasa wa 4 ni wewe kutafuta gazeti la Majira asubuhi ya leo uweze kupata taarifa hizo kwa undani kabisa. Ipo taarifa ambayo inatamatisha nayo anasema, ndoa za utotoni ni kikwazo kufikiwa usawa wa kijinsia. Ndoa za utotoni ni kikwazo kufikiwa usawa wa kijinsia, ndoa za utotoni hmm, ni mtu akishafika miaka kumi na mbili au darasa la saba anakuta anaozeshwa eh. Wengine hata hawajafika shule akamaliza ni kweli na ina- inasumbua ina sana wazazi kusema ukweli hasa mm. wazazi wa upande wa mwanamke mm. kwa sababu unakuta mtoto wako umehangaika umetafuta pesa umemsomesha afa anafika darasa la ngapi hilo la sita, hata la saba hajamaliza, tayari ni mjamzito. Unadhani inakuwaje? Inaumiza sana, kwa hiyo lazima vitendo kama hivyo vikemewe zaidi. Haya bwana, nawatamatisha na taarifa na hiyo. Ni wewe sasa jukumu lako kwenda kwenye sehemu wanapouza magazeti, chukua gazeti la Majira ukasome taarifa hizo kwa undani kabisa. E, mimi nimetamatisha gazeti hilo. Sawa, mkononi nina gazeti la Uhuru. Uhuru, ukweli daima. Gazeti hili lina habari kubwa inayosema Rais Samia afunda wanahabari nchini. Rais Samia afunda wanahabari nchini. Habari nyingine inasema serikali kuendelea kuajili watumishi wa kada ya afya. Habari hii itaikuta ukurasa wa pili. Habari nyingine inasema rais Umoja Falme za Kiarabu amtunuku medali mama Samia. Hivi kupewa medali mama Samia, wewe unaona inastahili? Inastahili kwa sababu ndio amiri jeshi mkuu, afu anatuongoza vizuri akaingia madarakani Umeona, kuna kuwa na uhuru wa kila kitu mm. Watu wanaongea okay. Watu wafanya mishemishe, zinaenda kama kawaida Chasa. Kwa hiyo mi nafikiri amestahili, ame kwa kweli anastahili. Mambo mengi mazuri anayofanya nchi hii, sasa hivi kuna amani na mm. Mambo yanaenda salama. Hmm. Nikiwa natamatisha gazeti hili naomba turudi kwenye habari kubwa inayosema Rais Samia awafunda wanahabari nchini, hmm. Hii ni habari ambayo tumerudi kusema, tunazungumzia jinsi ya uandishi wa habari zetu. Wewe pia unaweza ukalidadavua mbati, hmm. nalionaje? Ah, wafunda waandishi, kwa maana ya kama hivyo ulivyosema wewe mwanzo, eh, kuripoti, unaripoti vipi matukio ya nchini kwenu Eh, unaweza ukawa na nilimsikia juzi kwenye hotuba yake siku ya kutoa tuzo za kalamu ya mama Samia, mm -hmm. Alisema katika hotuba yake kwamba unaweza ukakuta mwandishi anapewa hela kidogo kutoka mashirika ya nje ili aandike vitu vya huku nyumbani kwetu vibaya. Ukiuliza ile ile inaenda kunufaisha wewe, lakini huku umeleta maumivu makali, nakuja kuumiza nchi kwa, ma, eh, kwa maana gani? Anasema kwa mfano vyombo vya nje mashirika makubo, ya mbibaya, mm -hmm. ha -ha. yale makubwa uwezi ukakuta yanaandika vitu vya nchini kwa labda wavichi vya Uingereza au kuandika vibaya au Jerumani wanaandika vibaya a yale mambo yao mabaya manini hayaandikwi, wanatafuta zile ujue ili wauza wana zile taarifa mbaya ndo zinazouza. Kwa hiyo kitu kama hicho tunatakiwa tuangalie. Je, una ripoti vipi matukio ya nchini kwenu? Unaandikaje kuhusiana na maendeleo? Unaandikaje kuhusiana labda kitu fulani umeona. Kwa hiyo lazima hata kama kuna ugonjwa umeingia, lazima upate ruhusa ya kuandika na unaandikaje, sawa sawa. Yeah, nafikiri ndio hilo. Katika gazeti la Uhuru natamatisha na habari inayosema mchakato waanza kumchagua mrithi wa Papa Francisco. Habari hii utaikuta ukurasa wa saba. Kwa Kombati, una habari gani? Eh, mimi nina gazeti la Nipashe, Nipashe. Uh, gazeti la Mwananchi nashika mkononi, gazeti la Mwananchi ambalo lina taarifa nasema, sura tofauti kesi za Lisu wameandika e, hapa. Kwa hiyo ukitafuta ukurasa wa nne utaona sura tofauti kesi za Lisu ni zile za uhaini na kuchapisha taarifa za uongo za pangwa, siku moja kesi moja, ikitakiwa e, kufikishwa mahakamani, nyingine mtandaoni. Mawakili waeleza kinachotakiwa kinachotakiwa kufanyika, hakimu atoa amri tano, mawakili utekelezi utetezi wa furahia, e, mawakili wa furahia utetezi. Sasa ni ukurasa wa nne unapata taarifa hiyo kiundani zaidi, ili ujue nini kinachoendelea masuala ya kesi ya Lisu. Ipo taarifa inasema, Mwananchi apata tuzo ya uhakika sokoni. E, ni baada ya juzi kuchukua tuzo ile mm -hmm. E, kwenye masuala ya kalamu ya Mama Samia, gazeti la Mwananchi ilipewa tuzo. Kwa hiyo wanasema uh, Mwananchi apata tuzo ya uhakika sokoni. Ina maana kama imepewa inafanya kazi nzuri, imepewa tuzo, ina maana gazeti linaenda kuuzika. Yaani nimehakikisha kwamba linawafikia watu vizuri. Ni gazeti ambalo linaongoza kwa mauzo, e, kwa mauzo na taarifa zake ni za kwa hiyo ni gazeti ambalo limejipambanua tayari. ah, ipo taarifa nyingine nasema, kilio cha barabara cha, uh, cha tikisa bungeni waziri atoa ahadi. Kilio cha barabara cha tikisa bungeni waziri atoa ahadi. Hii ni taarifa unaipata katika ukurasa wa pili gazeti la Mwananchi asubuhi ya, ya leo. uh, uchumi wa blue mwe, uh, vyaweka alama uh, suk uchumi wa watano gazeti hili la Mwananchi. Safari ya watoto tisa pacha walivyotimiza miaka minne. Hii itakuwa ni makala unaenda kuisoma katika ukurasa wa tatu. Utajua hiyo safari ya watoto tisa pacha ambao wametimiza miaka minne. Ni gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, utaweza kusoma taarifa hizo kwa undani kabisa. Mkononi nimeshika Habari Leo. Habari Leo lina habari kubwa kabisa, inarudi pale pale, Samia kalamu zilinde nchi. Samia ameongelea pia, kalamu zilinde nchi, amewaasa waandishi, ahimiza uzalendo, umoja, kuipenda Tanzania, ataka uchambuzi, utafiti, ujuzi, Kiswahili sanifu. TAMWA, TCRA waweka rekodi, tuzo za wanahabari nchini. Bado itakuwa ni gumzo hii mbati tena e, anasema mtu anasema, mlaji wa mwisho. Kwa mfano, wanasema taarifa hii inayoandika mm-hmm. inaenda kwa mlaji wa mwisho ambaye ni msomaji. Msomaji sio mlaji yule, anasema taarifa hii inaenda kumfikia msomaji, yaani namwanika kabisa, yule ni msomaji sio. Anasema taarifa hii anaenda kwa, inaenda kwa mlaji wa mwisho, sio mlaji, yule ni msomaji. Kiswahili kigumu sana. Kwa hiyo e, kuna watu wamejaribu wame kuchukua tafsiri sisisi wanasema mm -hmm. Eh, tafsiri sisi sio Kiswahili, Kiingereza wakipeleka kwenye Kiswahili, eh, end of the day, eh, siku ya mwisho. Eh, so unajua zile end mm -hmm. of the day, Kiswanglish sasa watu wanaenda kutumia sasa. Imekuwa changamoto kwa wanahabari kidogo. Sawa, habari hii utaikuta ukurasa wa pili, ni habari iliyobeba gazeti, inasema, Samia kalamu zilinde nchi. Habari nyingine inasema mauzo ya nyama nje ya nchi yafika bilioni mia moja arobaini na saba. Utaikuta ukurasa wa saba. Habari nyingine ni inasema wabunge washauri vyanzo vya fedha za barabara, utaikuta ukurasa wa nne ndani ya gazeti hili la habari leo. Habari nyingine ambayo inatamatisha habari hii inasema UAE ya mtunuku medali hii amtunuku medali, nadhani ile habari amemtunuku medali mama Samia rais wetu tiyo, tiyo, wa nchi. Utaikuta ukurasa wa nne. Natamatisha gazeti hili kwa kusoma habari inayosema baba mwanaye jela maisha biashara ya bangi, hii utaikuta ukurasa wa ishirini. Tuizungumzie kidogo habari hii, mbati inashangaza. Baba yabama na mwana yeah, wanauza bangi. Yaani we umemzaa mtoto wako unajua kabisa mm, kesho ni taifa la kesho, atakusaidia wewe, halafu unauza naye bangi kweli hiyo uh? Yote mm -hmm. E, ah, ni kujitafutia kipato. Sasa hapo ni ngumu sana, ni mbaya, lakini ni mbaya sana, lakini hujue tunapoelekea. Mm. Uh, sio kuhalalisha hii bangi, kuna watu wamenufaika nayo sana Kweli, na wengine wanakuambia wanatumia kama kama dawa, wengine wamepata, wamepanda kiuchumi mm -hmm. Eh, unakuta serikali inaenda kufyeka, ina maana mm -hmm. Ukishaona mpaka watu wanalima, wanaenda kufyeka, ina maana washauza sana eh, e, inawabeba kiuchumi, kwa sababu unaambiwa ni zao linalolipa. Eh, sasa wafuate taratibu za nchi. Wa, e, sisi nchetu wairuhusu kilimo mm -hmm. cha bangi mm -hmm. wala haturuhusiwi. Sasa inabidi wakachukuliwe, e, wachukuliwe, wachukuliwe hatua za kisheria. Mm -hmm. Jambo baya kuuza bangi. Wafanye kazi hizo halali, wakalime walime mahindi eh, vitu kama hivyo, wauze vitu vya halali kabisa. Sawa sawa. Sasa, bali hii ndiyo inatamatisha gazeti hili, mbati unaingia kwenye michezo. Sijui leo michezo kuna nini kwenye michezo? E, katika michezo gazeti la Mwanaspoti asubuhi ya leo lina taarifa nzuri kabisa, taarifa kem kem, taarifa ambayo inaongoza gazeti hili inasema: Fadlu avujisha message za Orlando Shabalala, naye kumekucha. Hii ni taarifa unaipata katika gazeti la Mwanaspoti asubuhi ya leo.